Kama pesa mimi hajai nikosea hata mtoto wangu. Sasa hivi amekuja kwa, <laughs> <laughs> <laughs> ujie. <laughs> ujie. <laughs> kwa mtoto mtukutu kama kitu. Yaani ananisimia si simu miezi sita kwa sababu ya huyu. Mtoto wangu unajua hata hawezi ongea. Wapi?

Tumefanikiwa hapa kupata Suzi, tunataka tuongee pia na Suzi kidogo hapa, tuone wenye kunaenda. Suzi kwaje? Kwa salama. Unajua nani hapa? Eh, namjua but nimeona tu kwa picha. Nimeona kwa foto wapi? Yeah. Kwa simu ya Tesi. Kwa simu ya Tesi. Yes. Tesi unamjua? Yes. Mm. Lakini yeah, tulikuwa tuongea kitambo but siku hizi hatuongei. Okay. Yeah. Yeah, si oh. Yeah. Ni rafiki yako ya kitambo, si siku hizi hatuongei sana. Alikuwa bishi tangu kitambo mama huyu, daktari. Unajua mama Tesi? Simjui. Unamjui? Yeah. Oh. Yeah. Sasa Suzy, tumekuita hapa tunataka tusaidiane kidogo kwa sababu tumeambiwa ulikuwa rafiki ya Tesi. mm -hmm. na ulikuwa rafiki ya Tesi wa karibu sana yeah. na hapo ukiangalia Tesi hayuko. <coughs> yeah. Tesi ni mtu amepata shida kidogo, kwa kwa sijui kama umesikia. hara sijui sinakuambia tuliongea kitambo hmm. so sijui, siwezi kuwa najua. Uh, huyu yeah. ni, ni boyfriend wake, bwana wake mm -hmm. sindio? Mm-hmm. Alikuwa wapi? Sijui kama unajua hata si ashai, kama rafiki najua mkiongea, mshawa iongea kitu kama hiyo, ashai kwambia. yeah, alikuwa nilia sana. Oh. Yeah. Yeah. Sasa tuko hapa tunataka utusaidie kidogo, huyu um, boyfriend wake alikuja kutoka Dubai mm-hmm lakini tesi ya kumkujia pale airport eh, na sijui kama unajua tesi ya kwa mimba mwenyewe. Yaani kila kitu ujui juu ya rafiki ni kwa rafiki yako yeah. O, sasa nani tesi yako? ako mimba uh -huh. Na mimba yako nayo sio ya nani, sio ya huyo bwana yake kwa sababu bwana yake amekaa nje for four years. Yeah uh -huh. Sio bwana yake uh -huh. Na hata pale hapo takumkujia na bado kuna documents ambazo alimwachia eh, uh -huh. akai nazo alimtumia pesa kubai nyumba eh atukuona eh, uh -huh. Nyumba hiyo mali ilikuwa uh -huh. lakini kuna enye tumeelezewa kuwa unajua hii mambo unajua Tony

Yeah, yeah. Back then, kitambo ya. Na tulikuwa mechu mechu kwa kwake. Mm. Yeah. Mm. Kuna kitu ushachukua kwa tesi? Kwa tesi. Zi. Yeah. Like, uh, kama nini sasa? Yeah. Kuna kitu ushachukua kwa tesi? Kwa tesi. Zi. Yeah. Kuna kitu ushafanyia tesi mbaya ama? Yeah. Ah ah, si zimefanyia kitu mbaya. Cuz tunajua tulikuwa mabeshte. Sasa yeah. Mbona nifanyia ni kitu mbaya? Na liko mabeshte yangu. Yeah. Madesu zi ndio huyo hapa. Yeah. Najua mimi nashangaa sana, kama huyu ndio anaipa Suzy msichana mm, mrembo hivi, anajaribu buri tuna kazi za uongo na wati umefanyia msichana wangu Mpaniani, Ndia Ndia mshana mshana kitu mbaya hivi. Hakuna kitu naelewa. Unajua mtoto wangu, na saa hii kwenye yako wewe, unajua nimeshtuka. Wewe ndio unaitwa hiyo njina kweli. Hiyo njina imeniangaisha kuniangaisha kuniangaisha huku. Wewe ndio umeficha kila kitu, wewe ndio uko na kila kila kitu na wewe ndio umejua kila kitu yenye naweza kula mtoto wangu. Wewe ndio ulikuwa rafiki yake akitia ya mbele. Kila wakati nikipiga simu, salimia Susi tuko na yeye. Kila siku nikipiga simu, niko na rafiki yangu Susi. Ati unasema hata ujaini nisikia sauti, hata ukumbuke sauti ya mama. Mimi simjui. Sasa hapa inasemekana wewe uko najua, unajua, acha nikuambie. Inasemekana eh? Unajua mali ziko, una juwa, a... Document documents ziko, unajua mimba gani mekujazatbwana hmm. yake hata nilikuwa na siku moja kwa picha, alafu kuna story kwa hapa, mlienda kununua nyumba na nyumbannn, nyumba gani ilikuja katuambia, kuna nyumba mlienda mkanunua na yeye

Hakuna, hakuna story ka hiyo nasikia na wewe? A a, hakuna. Yeah, mimi naishi Nakuru, nafanya kazi Nakuru. Na saa hizo umetoka wapi ukafika hapa? Si nimetoka Nakuru. Saa hizo umetoka, si, Nakuru, ukafika hapa? Mbona unakuwa muongo wewe? Nimekuwa Nakuru sahii, daktari. Mtu amekuwa Nakuru, mbona mimi sielewi? A, umekuja saa ngapi? Madhemi, nafanya kazi Nakuru. Tessa alituambia unafanya... unafanya kazi Nakuru na unafanya kazi ya kilabu. Ni ukweli unafanya kazi ya kilabu, lakini ujakuwa Nakuru saa hii? Nimekuwa Nakuru. Aya, sawa, nilikuja jana usiku. Ulikuja jana usiku? yeah. na saa hizi umekuwa wapi huku? Nimekuwa kwa besti yangu tu. Ulikuja kutembelea besti yako? yeah. Sitoni? yes.

Amesema tena ajui mstori ya nyumba Tesi alisema kwa mnaenda kunua na yeye nyumba unasema yeah. Ujui mara unasema umekuwa yes, na kuru mara umekuja jana. Namsikiliza tu, ana mwenyewe anajichanganyachanganya, najua mwenyewe unajifunga unajua unajifunga mwenyewe. Sasa naona tunataka tufanye hivi, ufungue roho mwenyewe uongee tu mambo yote ambayo unayaelewa na mambo ambayo unayajua. Unataka utuambie ukweli, sisi tuko hapa, tumekuita, tunataka ukweli mm. tunataka ukweli sa, tujue, tunataka tujue, Tesi ni bibi yangu, alikuwa girlfriend yangu

tena nyumba nyumba, mlihamkuuza nyumba gani sasa na nini? Yani Suzy, twambia ukweli, tunataka ukweli. Utasema ukweli? Ukweli gani yani? Mimi nashangaa, mbona mmenileta hapa kwanza? Nafanya nini hapa? Sielewi mbona nimekuja hapa. Tumekuleta ku, hapa kujua ukweli. Tumetaka, unajua, ungesema ukweli gani? Mi sina stori ya kupeana. Mambo ni, ni mafupi tu. Weleze tu, useme hivi na hivi eh, na uombe msamaha juu ya kitu sikufanya si, ah, unakana kabisa kuna kitu unaelewa na. Si tumejua njia ya kujua ukweli. Nampa nafasi, namupa nafasi ya kwanza. Unaona hiyo kiburi iko juu zaidi. Kwa mara ya kwanza hakuna <laughs> yeah. Hmm. Kwa. Hakuna kitu ambayo unaelewa Sha... Mm, aalbeltau yeah, mm, zana bado unakana. Unajua, asa hii ni mara ya mwisho nakuuliza. Kwa mara ya tatu umesema kabisa kabisa hakuna kitu ambayo unaelewa. Mnanitishia vitisho baridi vitisha baridi. Sasa utaongea kuongea, niseme nini? Naongea niseme nini? mwezi fanyia hivyo, mwenzenu. Jamini, mwenzenu naangaika hivyo, alafu hata mnasikia tu vizuri kweli? Mze fanya hivyo mwenzeo, kiburi imekuwa juu sana, nafanya ene, anaangaika mpaka saizi hospitali ameweksa. Na msichana wangu karibu mwaka mzima, alikuwa anakaa na msichana wake kwa nyumba, nikipiga simu kila siku, ongea na Suzy. Nikipiga simu, finally simu ikazima ya tesi. Siku anaongelesha msichana wangu miezi sita, kama ziaongea na msichana wangu

Naomba mama uwe na amani. Hii kazi iko mikononi mwangu na nahakikishia itafanyika. Ai, daktari umenifanyia nini? Utaongea ukweli unajua? Kuhusu nini?

Sasa sasa vitu vinyonge kwa ongea kitamu, ungepewa hivi. kweli kweli kweli, tunasema tunasema. na na, hapa hapa, haya haya, hapana, nitaongea nitaongea nitaongea nywele na washa. Ndio ndio, eh, kabisa. mmenifanya nini? A, rafiki yako sikumfanyia kitu mimi, sikumfanyia Ah. <laughs> <laughs> <n> <laughs> <laughs> Nilikuwa na pia test ndo azime tunachuka vitu zake akiwa amelala, dokumenti zangu. So, ulichukua dokumenti zangu ukaenda ukapea kituni

sababu ya huyu, nimeongea ukweli. Unajua kanako saii hata hawezi ongea documents. Unajua maliziko najua wapi ikona Toni, Toni alikuwa ananituma, hiyo ni kazi ya Toni. Omba msamaha daktari kabisa. mbaya adabu hivyo kwanza jikuna. junan akifika hapa kuleta dokumenti jikuna hivyo vizuri hivyo